Kabla sijaanza kuzungumza naomba DJ cheza ile audio uliyopata, ili Watanzania wasikie ili nijenge hoja zangu hapa. Naomba DJ ucheze hiyo audio tafadhali. Tulieni, tusikilizeni. ya pange safu sijui kwenye kitu ya wilaya, sijui nini, naona labda ndio nimekufa. Hakuna mtu atakayepanda, tutaweka viongozi wanaotakiwa kuwa viongozi. Mmm sijui hmm. Mimi mwenyewe kwenye kamati ya siasa, mpuzi mpuzi tafeka

Mm. Nikaona vijana wa watuma kalambazitu wananiandikia meseji kwenye Facebook. Hey, wameona moto wangu, waliniandika, Baraka ametutuma tukutukane. Nikasema yes, tukaneni mtaisha jela. Mimi somanocha nimesoma, nimefanya kazi ya tisi usalama mm. wa taifa kwenye kitengo cha kumlinda rais mm. So nimetoka mtaani, barabarani watu wawili, mimi na mbogo tumekuja mkoa huko kwa sababu maalum mea mm. nyingi sana alafu sitatumia nguvu nyingi, tafanya tu kazi vita. hmm. anaondoka kwa mimi, jimbo sigawi na nimemwambia waziri mkuu, tafadhali msigawe jimbo. Nataka nionyeshe watu ni zamu, mtu akia anayepanga safu anajisumbua. Labda leo nimekufa, hakuwepo pale, mimi ndo atakuwa naongoza kila kitu, gazi ya wilaya na mkoa. Ningekuwa kama mimi ndo natafuta ubunge huyo bwana amesema mambo ya muhimu matatu. Jambo la kwanza, amesema yeye amefanya kazi kitengo cha kumlinda rais Ikulu, yeye ni usalama wa taifa. Jambo la pili, amesema yeye jimbo hagawi na amemwambia waziri mkuu kwamba jimbo lisigawanywe na mtu yeyote, anayecheza naye yeye ni mafia. Hii sauti ni ya mtu anayefahamika na sasa ni naibu waziri utumishi na utawala bora, anasimamia mambo ya idara ya usalama wa taifa na watu wengine. Imechezwa, iko kwenye kwenye public domain. Kwa nini, pamoja na mambo mengine yote, tumezunguka kwenye operation ya no reforms, no election ni kwa sababu ya mambo kama hayo. Katiba ya nchi yetu ibara ya nane nitawasomea, inasema jamhuri ya muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii namba mbili b lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C. serikali itawajibika kwa wananchi full stop. Sasa Kahama, mnisikilize kwa makini. Tunapomsikia mbunge huyo, tunaposikia sauti hiyo, bado mnaamini nchini ya kwetu? Bado mnaamini nchini ya kwenu? bado mnaamini njia mnaweza kuweka viongozi na kuwaondoa hapana huyu amefika sehemu anatuambia yeye ana uwezo wa kumwagiza waziri mkuu wagawe jimbo au wasigawe wa, wa, wakate jimbo au wasikate wananchi wapate mbunge wananchi serikali iwajibike kwao au isiwajibike kwao. Hawa ndio watu walioko kwenye mamlaka ya nchi hii, ndio wanaotuongoza sasa. Ndio maana leo wanaweza kujiuliza, jimbo la Arusha lina wapiga kura laki sita halijagawanywa, lakini jimbo analotoka kutulia wanaligawa ili kumtengenezea nafasi ya yeye kupata jimbo analolihitaji. Ndio maana ndugu zangu, CHADEMA tumezungumza ndio maana tumezunguka tunasema, tuna tume ambayo leo inaagizwa kwamba gawa jimbo au usigawe jimbo. Hiyo tume haina uhalali wa kusimamia uchaguzi utakaowaletea nyie viongozi.